Assalamu alaikum, naitwa Saidi, karibu katika chaneli yetu ajifunze kodi kwa Kiswahili. Katika video ya leo tutajifunza rangi katika HTML. Tunachotakiwa kufahamu ni kwamba rangi ni sehemu muhimu sana ya HTML ambayo inasaidia kuboresha muonekano wa ukurasa wa website. HTML inatumia rangi kwa mambo mbalimbali kama vile maandishi, yani text. Hapa HTML hutumia rangi kuyafanya maandishi yawe na muonekano mzuri kwa kiasi ambacho unakihitaji wewe mwenyewe muandaaji. Tupo pamoja, lakini pia HTML hutumia rangi kupamba background kupamba border link na button. Kitu cha ja kukizingatia na kukifahamu vizuri ni kuwa HTML yenyewe haina rangi, bali rangi huongezwa au huwekwa katika HTML kwa kutumia CSS au attribute ya style ndani ya HTML. Sasa twende tukaone jinsi ya kutumia rangi kwenye HTML. Rangi katika HTML huingizwa kwa kutumia attribute ya style ndani ya tagi ya HTML, kama tulivyotangulia kuzungumza hapo mwanzo kwa mfano, mfano wa kwanza tuangalie jinsi ya kuweka rangi maandishi. Tuandike hapa mfano heading one, ipi, na ifunga hivi, katikati naandika html e, kwa Kiswahili. Tupo pamoja sasa, twende katika browser kwanza tuone haya maandishi yanatokea vipi. Tukija katika browser, e, hii hapa moja kwa moja tunaona maandishi yamekuja katika rangi hii hapa. Tupo pamoja sasa, twende tukaongeze au tukaweke rangi. Tukitaka kuweka rangi, moja kwa moja tunakuja katika sehemu hii na tunaandika neno style, kiandika style kama hivyo ndani ya quotation, moja kwa moja tunaenda kuweka rangi tunayotaka. Kwanza tunaandika color hivi, halafu hapa hapo tunachagua rangi tunayohitaji. Mimi nachagua hii hapa blue. tuende katika ukurasa ku refresh page, itakuwa vipi tuki refresh page? tunaona maandishi yamebadilika na kuwa rangi ya blue. Mfano wa pili tuangalie jinsi ya kuweka rangi background Tunaposema background ni ile sehemu ya nyuma inayo maandishi ambayo inakalia. Kwa mfano hapa maandishi yetu ni blue, yako juu, nyuma yake kuna weupe. Kwa hiyo hii rangi nyeupe kwa hapa ndiyo background. Sasa tukitaka kuweka rangi katika background ya haya maandishi tunafanyaje? Tunafanya hivi, tuone. Tunakuja moja kwa moja katika maandishi yetu kama kawaida hapa. Sorry, Aya, kuja hapa tuweke alama hii hapa kutenganisha, alafu weka nafasi. Sasa kwa sababu tunataka kuweka background tutaandika neno hilo background, background. Hivi color sasa, au background color, alafu tunaweka hivi, tunachagua rangi e, jina la rangi tunaotaka kwa sababu kala au maandishi rangi yake ni blue hapa tuweke rangi mfano, tuangalie nyeusi black. Tukija katika ukurasa, ku refresh tuone page, unaona maandishi haya hapa, background kala yake imekuwa rangi nyeusi. Tumefahamiana sasa. E, tubadilishe hii kwa kufahamu, tuweke white no, tuweke red, red tuone itakuwa vipi. Aya, turudi katika ukurasa ku refresh page yetu e, maandishi hapo ka, e, background ni nyekundu na e, maandishi ni rangi ya blue. Kitu cha kukizingatia, hakikisha unatofautisha rangi ya maandishi na rangi ya background, kwa sababu ukiweka rangi za aina moja, maandishi huwezi kuyaona, yaani background iko nyekundu na maandishi rangi yake ikiwa ni nyekundu, huwezi kuyaona. Kwa mfano hapa tuone, ili kulithibitisha hilo, hapa tuweke blue, nayo tuandike tu hapa blue, yapo blue. Twende tukaone, je ni kweli? Ah, hii hapa, tuna refresh page tuone rangi ya blue. Tunaona background tu na ale maandishi kamwe hatuyaoni kwa sababu maandishi rangi ya blue na background ni blue, hatuwezi kuyaona. Tukirudi huku sasa, tukibadilisha background tukaweka white. tuweke white hapa tuone itakuaje. Tukirudi katika ukurasa ku refresh, maandishi tutayaona, kwa sababu background tumeifanya ni nyeupe. Nadhani tumefahamiana. Asante sana, na kusihi usiache kutufuatilia katika video zinazokuja pia ungana na sisi kwa kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kukomenti. Asante ah, sana.